zo la afya ya akili ni changamoto ambayo inaikumba dunia kwa kiasi kikubwa. Mwanaisha Ramadhani ni msichana aliyepata ujauzito akiwa na umri mdogo. Anasema hali haikuwa shwari upande wake baada ya kuzalishwa miaka kumi na nane chini ya umri wa miaka kumi na nane nilitelekezwa na mwanaume, nilikuwa najipambania mwenyewe mpaka nikaingia katika makundi ya tarishi, ila namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sasa hivi nimetoka katika makundi hayo. Changamoto ambao tunakutana nayo mtaani, mojawapo ni kupigwa kutokana na matusi au kufuatwa nyumbani na kudharaulika. Kwa nini watu wanahisi kwamba tunawaingilia katika maisha yao pindi tunapoenda kuwapa elimu? NOC Mwasaka ni daktari kutoka kitengo cha afya akili hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro anasema kwa sasa wamekuwa wakipokea idadi kubwa ya watoto waliopata mimba wakiwa na umri mdogo. Tunakutana na watoto wengi ambao wameathirika kisaikolojia kwa sababu ya mimba za utotoni, lakini pia kukataliwa na wenza wao. Kutokana na changamoto hiyo, shirika lisilo la kiserikali la Shilingi Yangu inatekeleza kampeni ya Magic Mama Diary iliyolenga kutoa elimu juu ya afya ya akili. Binti hawa wanakumbana na tatizo la kupata ujauzito katika umri mdogo, na sio kupata ujauzito tu, bali wanakumbana na, na swala zima la kukataliwa ujauzito huu kwa wenza wao ambao wamewasababishia kupata ujauzito huu. Kwa hiyo tumeweza kuwalenga hawa watu kuwalenga, kuwalenga hili kundi ili kuweza kuwapa elimu sio tu kwamba kuhusiana na afya ya akili peke yake, bali kuwaonyesha kwamba matatizo haya yanawalenga ya watu hawa, kwa hiyo wasiweze, uh, wasiweze kuingia katika, katika nafasi hiyo ya kupata ujauzito katika umri mdogo, zaidi zaidi wa focus katika swala zima la elimu. Zoezi hili la kutoa elimu ya afya ya akili kwa wasichana na wanawake limeanza kwa mkoa wa Morogoro na linatarajiwa kutolewa kwa nchi nzima. Teresia Mwanga, Azam News.